Tuambie mashindano um, yanaitwaje? Mashindano yanaitwa Central African Motocross eh, Championship first leg yani, ambao ndo yanaanza mwaka huu. Yanahusisha ni Afrika maka, sh, mashariki na kati yani, <laughs> Afrika kati uh, ok sawa yeah. Sasa hebu tuambie um, watu ambao wanaenda kushindana huko mmewachukua kutoka sehemu gani labda? E, watu tumechukua kutoka mkoa wa Arusha na mkoa wa Dar es Salaam kwa sababu gani? Mkoa wa Arusha na mkoa wa Dar es Salaam ndio kuna klabu ambazo zimeshajiandaa kwa ajili ya kushiriki michezo kama hii ya kimataifa. Mchezo huu ni wa motocross. Motocross e, kwa hapa Tanzania bado hatujapata kiwanja, lakini watu wameshapata experience kwa sababu kutoka Arusha wamesha shiriki michezo mingine ya nyuma kama wameenda Moroko, wameenda Kampala, wameenda Mombasa miaka ya nyuma, na huko Dar es Salaam pia wameenda eh, Dar es Salaam pia washiriki, Dar es Salaam pia wameenda mikoa eh, nchi nyingine, wameshacheza mchezo kama huu wa motocross. Ah, sisi sio mara ya kwanza, tumeshashiriki sana. Mwaka mwa 2022 tulienda Kampala kushiriki cheza mashindano ya Afrika nzima yaani kuwakilisha Afrika yani, mashindano ambayo yanashindanisha waafrika wote e, na sisi tulishiriki kama Tanzania na baraka zote tulipewa kutoka wizarani au baraza la Michezo. Pia, sasa hivi tunaenda kushiriki ya mashindano, haya ni mashindano ni madogo lakini sio madogo kwa kanda hii. Hii ni, e, ni mashindano ya kanda ya Afrika Mashariki na Kati, yani nchi karibia sita hapa Afrika Mashariki na Kati zitashiriki, kwa hiyo ni mashindano makubwa na pia tunaenda kupata uzoefu, tunaendelea kupata uzoefu na tunaenda na wachezaji wengine wa ziada ambao hawajashiriki michezo mingine ya nyuma kama ya Afrika, lakini leo tunaenda na wengine tofauti kidogo na wenyewe wakaendelea kupata uzoefu. Sawa, tumeona pale pikipiki zipo kama tano hivi sikosei, na nimeambiwa hapa za chini chini kwamba zitapanda kama nane hivi. Sasa mimi nataka nifahamu hizo uh, pikipiki nane kwamba watu ndio watakaoenda kushiriki watu nane ama kuna wengine zaidi? Ha, wanaenda kushiriki kule ni karibia watu nane wa kutoka Tanzania ambao baadhi yao wanne watatoka Arusha, wanne watatoka Dar es Salaam, na kila mtu anakuja na pikipiki piki yake, kila mtu anajitegemea mwenyewe. Lakini uh, sisi tumefanya kukoordineti, tumeshirikiana na Baraza la Michezo la Tanzania BMT ili tuweze kuwezesha mchezo huu ufanyike, na tumepata baraka zote kutoka BMT. Wametusaidia na wametupa maelekezo yote, na wametupa barua kwa ajili ya kuenda kufanya mchezo huu. Kwa hiyo tupo kihalali na tupo kwa ajili ya kuwakilisha nchi na tupo kwa ajili ya kwenda kuchukua ubingwa. Eh, ubingwa unarudi, kwa sababu watu wamejiandaa, watu wamefanya mazoezi, watu wana hasira, hawajawahi kushinda hata siku moja. E, wanachukua nafasi za sita, ya tano, ya nne, ya tatu. Safari hii tunataka tukapande podium, kama unaelewa podium, yani kwamba nafasi namba moja, namba mbili, namba tatu kwenye MX, kwenye e, kuna, kuna pale kuna category kuna MX1 kuna MX2 e, hizo zote hizo nafasi hizo lazima tuchukue kwenye hizo category. Endapo hata mtu atachukua kwenye MX2 atachukua nafasi ya kwanza ama MX1 atachukua nafasi ya kwanza Tuko tayari, watu wamejiandaa kama unavyoona, pikipiki ndo zinapakiwa pale yeah. E, zina moto yani, wachezaji wenyewe wana moto. Naitwa Liberato Siura Matata, mimi ni afisa mipango wa taasisi yetu ya usimamizi wa michezo ya pikipiki Tanzania TMSA. Mimi katika nafasi yangu nimehakikisha listi ya wanaokwenda kuwakilisha taifa wako vizuri, wachezaji wazuri wamekamilika, wana hamu nzuri ya kushiriki kwa sasa, kwa sababu tumeweza kushiriki mara mbili, lakini nafasi ambayo tunaililia au nafasi ambayo tunahitaji kwa wakati huu ni nafasi namba moja kwenye kategori zote tatu. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, na hatua ya sasa ni upakiaji wa pikipiki ambao ni wachezaji wanaotoka Dar es Salaam, na wengine tunaenda kukutana makao makuu Dodoma. Nafikiri baada ya hapo tutakuwa tumekamilisha timu ya watu nane wanaokwenda kuwakilisha kupeperusha bendera ya Tanzania, ni watu nane wachezaji. Lakini pia safari yetu tutakuwa na kituo Dodoma, kwa ajili ya kukabidhiwa bendera ya kupeperusha nchini Uganda na viongozi wa kitaifa ikiwemo waziri mkuu na wenye dhamana ya, ya michezo. Lakini nashukuru baadhi ya viongozi wamekuwa wakitupigia simu kutupa moyo, kutia matumaini katika safari hii ya kwenda kuwakilisha taifa letu. Na kwa sasa taifa letu ni taifa ambalo linaangaliwa na watu wengi duniani kupitia nyanja ya siasa, nyanja za michezo na mambo mengine ya kiuchumi. Kwa hiyo, nawashukuru sana taasisi ya Simama na Mama, tunashukuru Medi Auto Stop ambao ni mdhamini wetu mkubwa sana kwa wadau wa mandelizi ya pikipiki trailer na pamoja na moyo ambao unatusaidia kama unaona sponsor zetu wa mafuta ya kutuwezesha kwenda na kurudi kwa gari zote ambao tunakwenda nazo. Tuna gari kama tatu mbili za kubebea wachezaji na viongozi, lakini tuna gari special kwa ajili ya kubebea pikipiki piki. So, ni gari maalum ambayo naweza pikipiki zikasafiri salama kwenda na kurudi vizuri. Tunashukuru sana Juma wa Tanzania imejiandaa vizuri, umefanya mazoezi, ijapokuwa ni kwa muda mfupi, lakini maandalizi sio mabaya. Kwa hiyo, na waahidi wa Tanzania kwamba tuombe Mungu, tunaenda kwenye mchezo mkubwa wa mataifa, tunaenda kuiwakilisha nchi yetu. Inshallah, tunaamini kwamba tutarudi na ushindi nyumbani kutokana na yetu maandalizi yetu yeah. Ah, pia ukitaka kunifuatilia eh, pia tuna, tunaomba support kwenu nanchi ili tupate, tupate support nzuri, unaweza ukanifollow pale kwenye Instagram kama underscore jbike star, unaweza kaona matukio yangu yote ambao na... Ni raida kutokea Dar es Salaam. <coughs> Tumejiandaa vizuri kuelekea Uganda na tuko vizuri kwa maandalizi. Tunaomba ushirikiano wenu supoti yenu. Ya tumejiandaa kuleta ushindi. Kwa majina naitwa Aliamila, nimetoka Arusha. Eh, maandalizi imeenda vizuri, nimepata sponsor kuenda Uganda, tunaenda kushiriki wa 450. Eh, tuone vipi tunaweza kufanya Uh, maandalizi yangu binafsi kila kitu fresh, niko fiti, yani niko kushikilia accelerator tu. Uh, tutarudi na ushindi tunajua.